Makowo kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mheshimiwa Rais amechangia vitu vingi sana katika kata hii. Tunavyozungumza sasa hivi, tukupongeze sana TMO, kituo chetu cha afya Makowo sasa hivi kinafanya kazi kubwa sana, na imekuwa sasa kero za wananchi zimepungua sana. Kwanza swala la kwanza kutusaidia gari la wagonjwa, naomba tupige makofi na vigeregere kwa hiyo wamama wajawazito sasa hivi kwa kweli hata vifo vimepungua, wananchi gari la wagonjwa linakuja Mamongolo, haliji, linakuja. Shangilia! <laughs> Lakini vilevile mganga wetu, kwa kweli mmetusaidia sana. Sasa hivi mmetupatia X-ray pale ya fedha nyingi sana. Ukiangalia gari lile linachukua milioni kama mia mbili, tumepewa wana Makowo, lakini tumepewa X-ray pale zaidi ya milioni mia mbili sisi ni wanaMakoo, lakini vifaa vifa tiba mle ndani vilikuja pale vya shilingi milioni mia moja na hamsini wana Makoo. Lakini watumishi mmetuongezea TMO, tunakushukuru sana, naomba tupige makofi na kushangilia <laughs> Lakini katika kata yangu zaanati hii leo inafunguliwa, alikuja mkurugenzi hapa. Wananchi hawa walichanga fedha milioni tatu tu, lakini serikali ikatuongezea hapa milioni hamsini. Tuna kila sababu ya kumpongeza mheshimiwa rais, naomba tumpigie makofi. Lakini nitumie nafasi hii kupongeza sana kwamba mkurugenzi wetu kwenye mapato ya ndani ametoa fedha nyingi sana, na hasa kipindi hiki cha kumalizia. Tunamshukuru sana mkurugenzi. Lakini katika kituo hiki cha zahanati ya Mamongoro tumepata vifaa tiba vyenye dhamana ya shilingi milioni thelathini na tatu. Naomba tushangilie na kwa vigelegele.